Vinywaji rafiki na salama kwa afya yako: kwanza ni maji safi ambayo inasaidia mmeng'enyo wa chakula, inasaidia figo, lakini ngozi na kuondoa sumu mwilini. Lakini namba mbili ni maji ya uvuguvugu ambayo inaweza kuwa umechanganya na, na, na tangawizi, lakini minti ambayo tunasema, uh, lakini pia kamomaili ambayo inasaidia tumbo lako uh, kupunguza uh, gesi. Namba tatu uh, maziwa, ya maziwa ambayo tunaweza kusema, mara nyingi tunapendekeza sana maziwa ya mgando kwa sababu yana kalsiamu na probiotiki nzuri sana, yanasaidia meng'enyaji wa chakula. Namba tatu, maji ya nazi. Nazi, maji ya nazi hupunguza uchovu, huimarisha kinga ya mwili na utoa madini muhimu mwilini. Lakini pia usiache kutumia juisi ya matunda asili bila sukari. matunda yale asili bila kutoa sukari yanakuwa na vitamini, lakini pia ni antioxidants, na huimarisha afya lakini pia green tea. Green tea inasaidia kuondoa sumu mwilini kudhibiti uzito na kolesteroli ni nzuri sana, wengi wameitumia imekuwa ikiwasaidia. Maji ya limau kidogo bila sukari, ambayo mara nyingi inatoa vitamini C na inasaidia mengenyaji wa chakula. Hayo ndo uh, hivyo ndo vinywaji ukivitumia ni mbadala wa soda. Tuambie wewe, ni kinywaji gani unakitumia kila siku na kinasaidia akimekusaidia kuondokana na changamoto za kiafya, kisha unasema na daktari Jimmy. Kama una changamoto yoyote, karibu.